Kristo. Baba, mwadhama, washiwa, maaskofu wakuu, maaskofu, mapadri, baba kachema, majumuia, pala, yote na jumuiya Kipalapala, amna yote na wengine wote, tumsifu Yesu Kristo. <coughs> Ni kwa kuwa sio mwana wa Kipalapala, sitatumia nafasi kama alivyotumia Father Kitima hapa. Eh, sitatumia muda mrefu, najua watu wamechoka, watoto mna njaa, hayo yeah. <laughs> Ni ishara wazi <clears throat> ngami, sio kiongozi wa ibada na nafikiri ishara wazi kwamba tunapaswa kuelekea mwishoni. Lango la kwanza ni shukrani, tena shukrani kwa Mungu kwa haya yote kuwezekana, lakini pia shukrani kwa wale wa mwanzo kabisa ambao walianzisha hii seminari ya Kipalapala na walita hapa, lakini pia shukrani kwa wale ambao wamefanikisha tukio hili la leo la miaka mia moja ya seminari yetu ya Kipalapala, lakini na wote ambao hii jubilei tunda la jubilei. Mafrateri wote ambao wako hapa Kipalapala, mafrateri, hebu simameni tuwa tuwaone, tuwatambue wana jubilei, tunda la jubilei ya miaka mia. Asanteni sana mafrateri, tunawapongeza nyinyi, tunda la jubilei. Lakini pia mama Kipalapala anaendelea kuonyesha ukarimu na kuendelea kufanya malezi yake. La pili, tunapenda kuendelea kuwapongeza wapongeza kwa hii hatua kubwa. Kwanza kupongeza seminari ya Kipalapala kwa mambo makubwa ambayo yamefanyika. Nimefurahi sana jana tulipofika hapa e, hata kuna moja nilikuwa namwambia, naona watu wametulia, hawana mahangaiko, yaani wamepanga vitu vyao, wamepanga tangu mwanzo kwamba nini kifanyike mpaka wapi na mengine yataendelea baada ya jubilei lakini pia nimeona hata kwenye nyimbo zile tulizoziimba, umeshiriki mafrateri wengi ambao naamini ni wapa kwa majina, yanaonyesha frateri. Sijui ni wapa wasegerea. Aya, ongereni sana. Naendelea kuwapongeza pia eh, rector staff, yani walezi na wengine wote ambao kwa kweli wakati mwingine tunawataja tu hawa walezi walelewa lakini kuna non teaching staff. Eh, kuna watu wengi pia wanafanya kazi nyuma ya pazia. Kuna wapishi, kuna walinzi, kuna watu wanaofanya kazi maeneo mbalimbali hapa eh, Kipalapala, nao tunawapa pongezi. Naomba tuwapigie makofi na watu hao ambao mara nyingi hatuwatambui mara nyingi tunawasahau, kwa hiyo na wao pia tunawapa hongera nawapatia pongezi zetu nyingi katika tukio hili la jubilei. Na mwisho, seminari ni kituo cha malezi, ni sehemu ambapo watu wanakutana na Mungu. Katika jamii yetu sasa kuna hulka ya kujaribu kumwondoa Mungu kwenye jumuiya, kwenye jamii ile, watu wanafikiri wanaweza kuishi bila Mungu, kumtoa Mungu e, kwenye jamii ambayo ni kitu hakiwezekani. Kwa hiyo nyinyi wanaKipalapala na pingine kote, na wajibu wa kukutana na mungu na kuendelea kuwaelekeza watu wakutane na Mungu. Na bado tunazidi kuomba malezi yenu yaendelee kuwa holistic kama yalivyokuwa siku zote, na tunaomba walezi, msifundishe tu au mafrateri namna ya kujaza vitabu vya ubatizo waende zaidi ya pale, wakati mwingine hata kwenye program za kusimamia rasilimali eh, program zingine ambazo wanaweza kufanya hata za utawala. Lakini pia ukapitia tafiti zenu hizo kama gazeti lenu hilo la service na magazeti lenu lile la la ipala Kipalapala leo eh. Mtu pendekezee namna mpya ya uchungaji. Mimi sidhani miaka mia iliyopita namna ya uchungaji iliyokuwepo wakati ule kama inafanana na leo. Msiwe kama yule jamaa alikaa yule alipooza, alikaa karibu na bwawa kwa miaka 38 alishindwa kuingia kwenye bwawa, na anamsingizia Yesu kwamba hakuna anayeniweka huko miaka 38 ameshindwa kuingia kule mpaka akaopewa. Yohani tano mstari wa tano. Kwa hiyo mtupatie namna mpya kila mara ya uchungaji. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana na ongereni sana. Labda baba Rekta, ingawa umesema hujaomba umesema tu, na sisi, tu. <laughs> na sisi tumesikiliza tu, tunashukuru lakini kwa wale ambao wana mkono walau wapongezi mababa askofu, Rekta, ingawa umesema tu, basi tukupe mkono wa pongezi kwa niaba kipala ya Kipalapala na jamii ya hapa ya karibu. Baba Rekta au frateri ambaye atakushikia kisonjo, asanteni sana.